Habari za muda huu, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema niweza kuamka tena asubuhi, tuende kwenye mshike mshike ya, ya mapambano ya dunia. Akajua na wewe bwana Tabora, sijaenda Tabora, Tabora sijaenda, sija nakoja naya mechi ya nyumbani ya 22, hiyo Jumapili ya wiki tukimaliza mambo mengi yanaendelea kimya, kwenye viunga viunga vya Msimbazi vinawashangaza wengi, wanashindwa kuelewa nini kinaendelea kwa ni Simba. Simba sio mara kwanza kwa kimya hiyo, sio mara kwanza. Simba ndio kaida yao. Simba kama wana BOT, siri zao zitoke nje ovyo ovyo, siri za Simba zitoke nje ovyo ovyo, hata kuzikuta ikuzikuta ukianza kutoka nje kavunyisha mtu. Klabu ya Simba ni weledi sana, viongozi wa Simba weledi Jana kuna taarifa zimezuka ya kwamba kuna moto mkali ambao unaendelea ndani kwa ndani, kwa maana ya kwamba bodi imevurugana, moto mkali ambao unaendelea hivi sasa. Hii inaashiria nini kuelekea katika michezo ambayo imebakia? Si tofahamu kati ya wao kwa wao, wanashindwa kuelewana. Mimi nishazi kujua sababu siri ya simba yoma, na kwamba kama siri kwa natoka nje BOT pale basi ndio kama simba

Kwa maana gani kusema hamna mechi? Ikiwa e, dabi ya mama haina kipengele. Nilikwambia hivi, mpira wa Tanzania nikisema chakulipwa mpira tu sisi walizaa. Sisi tunagopewa tu. Asikwambie mtu wote. Ni walizaa sio si kulipwa Walizaa. Wa wa. Katiba nchi haijabadilika ibeke katiba BMT, katiba BMT ibadilike. Sio watumi katiba ya fati zamani sasa, hii chama cha mchezo chama gani? Chama cha mchezo chama gani? Fuata chama cha mchezo sasa hivi, kwa nini katiba inabadilika? Katiba inabadilika katiba, ndio maana mpaka sasa hivi kutoa mfano mo huu, ni mwaka kumi na moja wawekezaji sio Simba, ni serikali yenyewe haitaki, ni serikali yenyewe haitaki, serikali haitaki, manake sisi Mpende hizi waliza sio kulipwa, si utacheza fainali, utashangaa. Yanga kacheza fainali juzi, Simba juzi kacheza fainali, unashangilia fainali wazi, kuleta kombe. Shehu, ukiacha siasa ubaki kwenye football, sio na juzi pia. Mimi bingwa bingwa, Champions League, unaona kana Ikulu Hamisi, kana Ikulu Hamisi, kaitwa hajaitwa, kani siasa peke yake, football peke yake. Sisi ndio akitaka kitu kidogo bungeni, kitu ya bungeni. Ah, Shehu, siasa tuache, tuko pembeni atutoboi ndomaa mzee mwinyimare sema Tanzania ni cha cha ndio kich sisi hawezi kutoboa sisi, ushabiki wetu ujinga ujinga, kucheza fainali naweakombe ata finali mbo mpaka kacheza finali. Kama mnataka kula manyoe, ikiwa siku zinazidi kusogea, watu wanataraji mchezo utakuwepo, na ukimya wenu unawashtusha wengi, ningekwambia hivi, ukimya wa Simba ndomaambahv

Kwa mkono kata mkono finali serikali ya pyramid. Hapana, siasa peke yake bali kuna football. Yani ufiche papa hata umetajwa Messi au uchukue kombe la Afrika, sikuficha Tanzania, sikutangaza Tanzania, utabombola Uganda 2016 ndo huyu nani huyu

ii kitu kidogo tu kidogo. Haya maneno yote yanakutoka, ni kutokana na mchezo kusogezwa mbele. Mimi sio kusogeza mbele mimi, ndio kila siku onge yangu lazima mpira Tanzania, tuashabikia tu, lakini hatutoboi, hatufiki hatua. Sikufichi ni siasa, sio kama kama dabi kusogeza mbele. Hapana, mimi si dabi kusogeza mbele. Dabi ipo tu, mimi sijazaliwa dabi ipo tu, lakini sasa turudi nyuma kwa walisia

vingilio waliokata mara kwanza, watu vingilio warudishe vingilio, ndo acheze dabi. Watu waikata vingilio mechi ya tarehe nane, mpaka sasa hivi leo ni miezi mitatu, siku tisini, vingilio vyao hivyo vingilio. Abidi waziri wa michezo waingilie kati, kama alivyoingilia nani. Waziri wa michezo kazungumza, sio bungeni, kasema serikali, serikali haiingili mchezo, matokeo watogake sahivi Huku una picha viongozi wa Simba na nani? Kuna nini? Si siasa. Tarehe hapo ni tarehe kumi na tano, kwa mama e kiongozi mkuu asimame, waingiza timu mimi naheshimu na bodi ya nabod a ligi. Full stop. Kwa manaake kalia kama kivuli kalia, ana nguvu manaake kwenye mchezo kama kivuli tu. Sasa wewe hasa nandaa fkoni unamwandaa nani? Eh? Si Moroko, subai Moroko Sananda mwaka hu magale Moroko wamekutana na kupongezana, wanasema ya kwamba umeshinda mpira wa Tanzania, haki imekwenda kushinda. <tule> Nikwambia Tanzania ni siasa shee bana. Mpira Tanzania shee Mpira Tanzania Nish... mpira ni siasa nikwambia, ukaaliau mpira Tanzania ni siasa, hatutoboi hii sisi. Yoni mtakwenda uwanjani kwenda timu kwenda kusapoti si 25 kuna watu wasema waendi <tule> Watu kwanza yeah, wanaya viingilio kwanza viingilio vyao tarehe nane. Wameambiwa litatoka tamko rasmi. Lini? Mchezo miwili kumalizika. Lini? Eka pale pale wasimame jamani viingilio vyetu tarehe nane utaingia tarehe 25 siku ya Jumatano. Hata tiketi joni za mchezo huo hazijaanza kuuzwa. Wewe usinyumishe kwa pointi yangu viingilio vya tarehe nane viko wapi? Mbona kwa kabayana? Sababu elfu mbili ishirini na moja kumbuka mechi dabi inailishwa bungeni ukakaa wakaika sawa na watu waini kadi na nini. Simba nako kaitwa mambo yakaenda e, sawa watu wakaingia viingilio vile vile. Sasa hii mbona nashindwa paka leo? Eh, paka leo ni siku 90 watu kutoka mikoa ni nje nchi kuliko ngala dabi vingi wote, ulisha vipi viingilio vyao? Wacha siasa pae pae, wazungumza juzi pae jamaa na viingilio ingine na viingilio vile vile vya tarehe nane. Watu kiona big up leo hii, mpaka leo ni siku tisini, miezi mitatu, tunakwenda na siku kadhaa, tunakwenda wapi? Pia Tanzania tunataka kudidimia mpira, sisi wenye kuua mpira soka la Tanzania. Mzee Mwinyi marehemu ule, mwendazimu. hapa. No, ndo umetelio Messi Ronaldo metepele autobo nakwambia ninyi kwa ninyi, kwa maana kwamba wajumbe wa bodi ndani kwa ndani hamna vurugu, mimi si kujua. Sisi tunarudia tena, wao wapo kwenye mazungumzo yao viongozi, siwezi kujua sababu sijaona mtandaoni. Sijaona. Klabu haijasema hivyo. Mashabiki wana mpira wao, kama sisi tuzungumze

Yes. Mguto mm -hmm. Kameza muda wake, toajui Mguto kameza muda wake tarehe 25, si mwezi huu basi, sababu kashamaliza. Sababu kashama sababu, hana sifa kosti sababu uwe mwenyekiti wa bodi, mwenyekiti wa kilabu kashama, mwenyekiti ni mwingine. Sasa wao wanapiga zile, yeye anachapisha zile, zile. atuchezi

wabakie kwenye football ni manake Oh wa andaeana nchii wa anasema waeta uru wajata uru hao jaru pia. Kauli ambazo zimekuwa zikisambaa watu wanasema ya kwamba ni muda sasa wa kulipia ile ndege ambayo tulikuwa tunapewa kwenda kucheza nje ya nchi. Ndege. Nchikapikisha kauli pale chezeni, unashindwa kukataa kwa sababu ulikuwa ukitumia mali ambazo am kila mtu kapewa ndege kaiapewa ndege sitapewa ndege, ndio maana. Kwa hiyo viongozi wa Simba na Yanga wanaheshimu kiongozi wa nchi, wanamheshimu. Lakini sasa, lakini mimi na swali yangu mm, kwa nini? Kwa nini hamheshimu Karia, mwenye mpira wake? Bungeni anasema wazime michezo, tusiwe kama Kenya, serikali ingilie michezo. Sio heshima tu yafanya na bodi ya ligi kamaliza pale. Ilikuwa kauli alirudia ile. Joni, eh, kwa kumalizia toa wito kwa mashabiki siku ya tarehe 25 kwenye mchezo wa namba 189. Yao. Hiyo namba. Tarehe 25. Si mechi tarehe nane ile namba. Kwa namba ibadiliki namba. Mpenda sana siasa bana. Mimi sina cha kukuambia mpenda sana siasa. Mpira Tanzania ni siasa, wasikuja makelele yao bure tu, sikufichi. Mpira Tanzania ni siasa, sikufichi. Mpira Tanzania ni siasa, ni siasa. Hatutaendelea, never, never tutaendelea. Nimeshamaliza, asante.